Tunao mradi wa visima Kigamboni. Hapo kuna visima 20 lakini sasa visima 15 vimekamilika. Changamoto tuliyokuwa nayo ni kwamba tunahitaji pesa nyingi zaidi ya bilioni 200 kwa ajili ya kuhakikisha mtandao huo unatoa maji kutoka kwenye vile visima 15 ambayo vimepatikana na kusambaza kwenye majumba ya watu. Lakini mimi nitoa wito. Bahati nzuri tuko na mama yetu Injinia Kingu, ambaye ni msaidizi wa rasi upande wa maji na tuko na watu wa DAWASO, tuko na watu wa DAWASA na wadau wote wa maji. Nataka wiki ijayo tukutane, tutengeneze mkakati wa kuondoa tatizo la maji katika mkoa wa Dar es Salaam kwa haraka iwezekanavyo. Hatuna sababu yoyote ile ya kuchelewa. Ninafahamu tunao miradi mikubwa miwili ya Ruvu Juu na Ruvu Chini ambayo inaongeza uwezo mkubwa wa upatikanaji wa maji katika mkoa wetu. Tayari, maji. Maji, lakini, kifatika, na nafahamu tayari tumefanikiwa kupunguza tatizo la upotevu wa maji. Kwa sababu maji yanapatikana. Lakini yakipatikana unakuta tena mengi yanapotea. Mengi yanapotea kwa sababu ya, ya miundombinu. Lakini mengine yanapotea kwa sababu sisi wenyewe tunakuwa sehemu ya kuharibu miundombinu yenyewe. Na mengine yanapotea kwa sababu kuna watu wamejiunganishia maji wenyewe. Ao kwa njia hizi zote ni wapongeze sana wadau na wahusika wakubwa, wamepunguza kufika mpaka asilimia thelathini na saba, na naomba waendelee kupunguza kuhakikisha hakuna hata maji yanayopotea, bali maji yote yanakwenda sawa sawa na mapenzi yaliyokusudiwa katika utengenezaji wa miradi hii. Kwa hiyo niombe tu rasi tisha mkutano wa wadau wa maji, tukae tuone na kwa maelezo nilioyapata hapa, tuna uwezo hata kupata fedha pahala kwa liba na nafuu, na tukalipa. Kama leo hii tuna uwezo wa kuingiza milioni 17 kwa siku, kwa mwezi, kwa fedha tuliotumia milioni 150. Tunashindwa nini kuwa na miradi mingi ya namna hii ambayo inaweza kabisa kuondoa tatizo la maji na wananchi wakayapata maji pasipokuwa na usumbufu. Ifahamike kuna aina tatu moja, kuna uhaba wa maji, maji hayapatikani. Lakini na pili, kuna maji kupatikana kwa gharama kubwa, kwa sababu ya uadimu wa maji yenyewe unakuta unalazimika kutoka hapa unajitwisha ndo kichwani, au aje mtu na toroli, au mtu achukue boda, manake gharama yake itakuwa ni kubwa. Maji yapo, lakini kuyanunua ni gharama kubwa, jambo ambalo mwananchi wa kawaida hana uwezo huo. Lakini zaidi, kuna kuyapata maji salama na safi kwa uhakika, maana sio yale maji tena yanayopatikana kwa kukatika katika. Hiyo ndoto ndio tulionayo chini ya Rais wetu Magufuli, mkoa wetu wa Dar es Salaam ifikapo elfu mbili na ishirini tupate maji eh. Asante na, Dar es Salaam oye. Hii haijapata kutokea. Ukaribu wenu umepita historia zote nilizowahi kuziona <laughs> <laughs> Kwa mama, unapoteza muda mwingi no, sana na wakati mwingine ungeweza kufanya shughuli zako za uchumi, lakini unajikuta unahangaikia maji wakati mwingine unaonekana unajui kufua, kumbe ni uhaba wa maji, maji yale yale machafu nalazimika kuyazuhuzia nguo. Serikali ya Magufuli imedhamiria kuondoa hizo adha zote mnazokumbana nazo kabla ya elfu mbili na ishirini. Konio ombe wadau wa maji tukutane, tutengeneze mikakati ya uhakika na mimi nao uhakika hatutashindwa kwa sababu sauti ya wanyonge na masikini inasikika kwa Mungu na Mungu siku zote hufungua milango kufanikisha yale yaliyo na mapenzi mema kwa wanadamu walioumba. Nimesikia upande wa DAWASA, niwapongeze kwa kufanya kazi nzuri na kuitikia wito na maelekezo ya mzee wetu mekisadiki juu ya huduma ya maji. Nipewa taarifa maji haya yanakwenda kuondoa na kupunguza kabisa tatizo la maji katika maeneo yetu, lakini pia uko mpango wa kuunganisha kwenye kaya zilizo jirani na shule hii tu, Panguo, Indele, ili nazo ziweze kupata maji. Kwa hiyo niombe tu mpango huo uendelee ili wananchi walio jirani na chuo na shule hii nao wapate nafasi ya kunufaika na kupata maji. Kwa maji ni wai na maji yanamfaa na kila mtu lakini nimesema kwenye uzinduzi wa kata ya kwanza tulikotoka, na nimeshamwelekeza rasmi, wiki ijayo tuwe na mkutano wa wadau wa maji. Nataka tujadili tuondoe tatizo la maji katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Uwezo tunao na nia ipo, kwa sababu tunahitaji maji mapenzi ya Mungu yatatimia chini ya raisi wetu kuondoa tatizo la maji, kama kauli mbiu inavyosema, tunataka kumtua mama ndoo. Sasa tuna uwezo wa kuchimba, tuna uwezo wa kuyavuta maji kutoka huko lugujuu rugu chini, tuna uwezo wa kuyasafisha maji na tuna uwezo pia wa kuyabadilisha maji chumvi kuwa maji baridi. Kwa yote ni mikakati ambayo tukaa kwa pamoja, lazima tupate majawabu. Hatupaswi tena kubaki na tatizo la maji katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Hii ni moja ajenda ambayo wakina mama ndio mnaielewa vizuri. Sisi wakina baba tunajua kuvaa nguo, lazima imeshafuliwa. Tunajua kudai maji bafuni tukaoge, tunajua kuhitaji maji ya kunywa na kuuza chakula kimeshapikwa hatujui hata vyombo vimeoshwa, maji yamepatikana wapi. Hilo tumeliachia kwenu. Matokeo yake mnapata adha, mateso na muda mwingi unapotea, na mnashindwa hata kujishughulisha na mambo ya kuchuma.